Tuko tayari kwa ajili ya mchezo wetu dhidi ya Yanga. Maandalizi yanaendelea ya vizuri na nadhani tume tuna activation ya jioni leo kubwa, tumesafiri na tak, takriban wachezaji 25 na wote wako tayari kwa ajili ya mchezo wetu, na kubwa tunaangalia ripoti ya daktari kwa siku ya leo jioni. Naamini wote wako tayari kwa ajili ya kuwakabili Yanga Afrika Tunajua tunacheza na timu ya aina gani. Yanga ni timu bora, yani bench lao la ufundi na nikimaanisha upana wa kikosi chao. Jambo la kwanza, ni kweli Yanga ni timu bora lakini ni binadamu ambaye anatumika. Aa, wana ubora wao ndani ya uwanja lakini pia wana udhaifu wao. Kwa hiyo ule ubora wao tutauheshimu kama Yanga, lakini ule udhaifu wao ndio tutakotumia kupata matokeo kama Fountain Gate lakini naamini kila siku sisi tunakuwa bora kadri siku zinapokwenda, na hilo ndo kubwa ambalo tunategemea kuwaonyesha wa Tanzania au wakazi wa jiji la Dar es Salaam pamoja na fans wetu wa Fountain Gate kama tumebadilika. Tunapokutana na timu kubwa kama ile, tunakuwa bora katika kulinda na katika kushambulia. Tunacheza 11 sisi wote, wao wako 11, sisi pia tuko 11. So hapo ni kwa makini, kwa sababu wao ni watu ambao wanaweza wakapata nafasi moja, mbili, tatu wakatumia sasa mabeki kama mabeki kama tunavyokuwa tunakiongea kila siku, tuwe umakini sana kuanza mwanzo wa mchezo hadi mwisho, kwa sababu ni watu ambao sio watu wa kuachia nafasi, na sisi tukipata nafasi zetu inabidi tuzitumie. Hata iwe moja, inabidi tuitumie ili kupata matokeo mazuri.